We'll be working closely with the agriculture officers to ensure that this program is running. Sisi ndio tunakuza mchele mingi, tunakuza horticulture mingi hapa within the scheme. So sisi ndio tunadhirika sana na haya madawa. Wamekuja kutuelimisha tujue vyenye tutaweza kulima na sasa tujiepushe kutokana na maradhi na kutokana na madawa mbaya tunatumia. Kwa hivyo tungeomba serikali at least watutafutie madawa sababu, kuna kuna vitu zinatuangamiza sana hapa, zinaangamiza michele yetu na kuna dawa tunatumia na sasa tunasikianga ni marufuku sababu haijapitishwa kabisa.